Niula, niula. Namaste. How are you? Habari gani? Asalamu aleikum. Eh, good morning. Nataka niwape dondoza leo kaka yenu hapa Wambura. Eh, tupo mwaka 2026, mwaka mzuri sana, amazing year. Eh, kuna mambo fulani ambayo tumeishi nayo kwa muda mrefu ambayo yamechangia kwa kiasi kikubwa kwa sisi watu wengi kutokufika katika mafanikio. Na mambo haya ni kauli, kinywa chetu, midomo yetu waga inanena mambo fulani ambayo yanatukatisha tamaa sana. Sentensi inayoanza na if au kama. Kama ungekuwa ndio wakati sahihi, ningefanikiwa kama ningekuwa nina degree moja ningepata kazi. Kama ningekuwa na masters, kama ningekuwa na phd ningekuwa nimefanikiwa. Kama ningekuwa nimeoa mke wangu angenisaidia, ningefanikiwa. Kama ningekuwa naishi Dar es Salaam, kama ningekuwa naishi Mwanza, kama ningekuwa naishi Arusha, kama ningekuwa naishi Dodoma, ningekuwa na mafanikio kama ningekuwa naishi nje ya Tanzania, kama rais angekuwa ni huyu au yule, kama siasa zisingekuwa hivi na vile, kama mvua ingenyesha ningefanikiwa, kama mchungaji wangu asingeniombea asingeniambia, au angeniombea, kama ningekuwa na mikono, kama ningekuwa na miguu kama ningekuwa na macho, kama ningekuwa na pua, kama ningekuwa na mdomo, kama nisingezaliwa katika taifa maskini eh, kama ningezaliwa Marekani, Uingereza, kama ningezaliwa China, kama tu ningepata pasipoti eh. Haya maneno ya kufanana hivyo ni maneno ya watu wanaofeli katika maisha kama mvua inge, isingenyesha ningekuja. Kama mvua ingenyesha ningelima. <laughs> Eh, wazungu wanasema the house of failure. Hayo maneno ni misumari inayojenga nyumba ya washindwa. Watu wanaoshindwa katika maisha ndio wanatumia sentensi za kama, if I was single, kama mme wangu asingeniacha, kama mke wangu angekuwa mtulivu. Eh, maneno hayo usiyatumie mwaka 2026, kwa sababu umeyatumia sana na yamekuacha hapo ulipo. Kama ningeokoka kama ningekuwa mlokole. Eh, amua leo kubadilisha kama nafanya sasa, kwa sababu unapolalamika nchi uliopo haujafanikiwa, kuna watu hapo kwenye nchi hiyo hiyo wamefanikiwa wakati tunasema elimu yako degree, master PhD, kuna mtu hata darasa la pili hajafika amefanikiwa. Utofauti ni kwamba maamuzi decision tunazozifanya katika maisha yetu kila siku ndio zinatupa mafanikio au tunabaki hapa hapo tulipo. Kwa kaka yenu wa Mbura Lord Kevin niwatakie tu kubadilisha philosophy of life, badilisha mtizamo wako wa maisha. Achana na hizo swaga za kama. Kama kama kama yanga ingeshinda, eh, nilikuwa nimebeti nisingepoteza. <laughs> Eh, kama kama taifa star ingeshinda, wewe wapi wewe, acha ushamba. Achana maneno ya kama, amua kufanya, jifunze kwa waliofanya wakafanikiwa, alafu sikiliza sauti itokayo ndani mwako. Achana kusikiza hizi kelele za nje hapo ndipo utayaona mafanikio. Karibu katika Havana of Life. Love you, good morning.